Ni Bugoma TV habari. Kwa niaba yenu, niendelee kumshukuru Mheshimiwa rais kwa namna ambavyo tumeweza kuendelea kuboreshewa miundombinu ya shule za msingi na shule za sekondari mkoa huu kwa kipindi cha takribani miaka minne na nusu ya uongozi wa Dr Samia Suluhu Hassan tumejengewa shule mpya 150 kwa mkoa mzima. Unaweza usiamini. Shule zaidi ya tisini ni shule za msingi. Halafu hizo nyingine ni shule za sekondari. Tunataka wanafunzi wote wawe wamefika shuleni, waanze pamoja, wajifunze pamoja, wazoeane pamoja, wajifunze uzalendo pamoja na waendelee vizuri pamoja katika kujenga ule uelewa wa wanafunzi. Kwa hiyo niwaombe sana. Afisa elimu na mkurugenzi nimeshawaagiza. Niombe tena wazazi na walezi, kokote waliko ndani ya mkoa wa Katavi Hatuna mswalie mtume kwenye jambo hili. Wanafunzi wote walitakiwa leo tarehe kumi na tatu wawe wamefika kwenye shule wanazostahili, iwe ni shule ya msingi, iwe ni shule ya sekondari, iwe ni shule ya awali, waanze masomo yao. Ninawataka wazazi na walezi wote kuhakikisha hilo linafanyika haraka iwezekanavyo, na usimamizi wa watendaji wa serikali niliowataja ufanyike kwa makini kabisa. Lakini swala lingine ni waombe waalimu wa shule za msingi na shule za sekondari pamoja na waratibu na maafisa elimu, hakikisheni hakuna masharti yanayomzuia mwanafunzi kupokelewa shuleni. Viongozi wetu wa kitaifa wameshaelekeza na mimi hapa natia msisitizo na usimamizi, tusije tukasikia kwamba kuna mwanafunzi amekataliwa kupokelewa shuleni kwa sababu hajatimiza jambo fulani, iwe ni uniform, iwe ni viatu, iwe ni begi la shule, iwe sijui ni kitu gani hakuna sharti lolote katika kuhakikisha mwanafunzi anaanza masomo yake. Sijui tumeelewana, mm. Nani arudia tena? Hakuna sharti lolote la kumzuia mwanafunzi kupokelewa kuanza masomo yake katika nchi ya Tanzania na katika mkoa wa Katavi. Tukibaini kama kuna mwalimu anatujaribu kuweka masharti na kuwakataa wanafunzi, naomba wazazi mtuambie kwa haraka sana. Huyo atakuwa sio mwenzetu na tutamweka sehemu inayostahili. Kwa hiyo ndio maana tunasisitiza wanafunzi wote wapokelewe, wanafunzi wote waletwe, waanze masomo. Kama serikali hii awamu ya sita imeweza kujenga shule mpya mia moja hamsini kwenye mkoa huu katika kipindi cha miaka minne na nusu, kujenga shule nyingine ya msingi hapa wala si swala la maajabu wala miujiza. Hilo swala linawezekana. Kwa hiyo nataka niwahakikishie wazazi, endeleeni kuwaandikisha watoto hapa na wale ambao ni madarasa yanayoendelea Hakikisheni wanafunzi wote wa darasa la pili, la tatu, la tano, la sita, la saba wote wanaripoti shuleni waendelee na masomo yao. Nataka niwahakikishie kwamba swala la ujenzi wa miundombinu na hasa miundombinu sasa, kuanza kujenga shule zinazokwenda juu, kwa sababu hapa mmesema hakuna eneo la kujenga shule yani eneo la kuextend hii shule, kwa maana madarasa ya kawaida ya chini halipo, tutaanza kufanya hivyo. Nikuagize mkurugenzi mtendaji ndani ya kipindi cha siku kumi na nne kuanzia leo uwe umekamilisha masuala ya andiko la ujenzi wa shule mpya katika maeneo haya. Kuna shule ya msingi lakini pia kuna shule ya sekondari inahitajika hapa. Kwa hiyo ukamilishe maandiko hayo, na kama kuna eneo lingine pia katikati ya mji hapa kwenye halmashauri hii unaona kuna uhitaji mkubwa, kamilisha maandiko yote ndani ya siku kumi na nne, tuyapitie maandiko hayo, twende tuyapeleke sehemu inayostahili, kwa maana wizara yetu ya TAMISEMI, tunaye waziri msikivu na manaibu waziri wasikivu ambao watapokea, watashughulikia kwa niaba ya mheshimiwa Rais na tutaweza kupata uwezeshaji utakaosaidia kuzijenga shule hizo ili kupunguza msongamano wa wanafunzi. Kwa kweli, kwa bei ya mchele kilo ishirini ni elfu hamsini, maharage sado ni shilingi elfu kumi na mbili. Kwa hiyo mimi nahamasisha wazazi, naombeni tuchangie watoto ili wapate chakula shuleni angalau na wao siku moja tuje tusikie kuwa wamekuwa mawaziri huko. mm -hmm. Tunaomba sana mama yetu sana, utusaidie madarasa, utusaidie madawati, vyoo, na sisi wazazi nadhani tutajishikashika mle ambamo tunakuwa tunapata, kwa ajili ya kuendelea kusaidia elimu iwe juu zaidi, kwa ajili ya manufaa ya watoto wetu. Hii ni Bugoma TV habari.